Raisi wa Marekani Donald Trump amesema Marekani imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Venezuela na kwamba imemkamata rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro pamoja na mke wake. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema Marekani imefanikiwa kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Venezuela na kiongozi wake Rais Nicolas Maduro ambaye yeye pamoja na mke wake wamekamatwa na kusafirishwa nje ya nchi. Trump aliongeza kuwa operesheni hiyo ilifanyika kwa kushirikiana na vyombo vya usalama vya Marekani, akisema maelezo zaidi yatatolewa baadaye. Pia ametangaza kutakuwa na mkutano na waandishi wa habari baadaye katika makazi yake huko Mar-a-Lago. Hadi sasa, serikali ya Venezuela haijatoa tamko lolote kuthibitisha ama kukanusha madai hayo ya kukamatwa kwa Maduro. Maafisa wameiambia CBC News kwamba Maduro amekamatwa na kikosi cha Delta Force cha jeshi la Marekani. Delta Force ni kikosi cha juu kabisa cha jeshi la Marekani kinachojihusisha na operesheni za kupambana na ugaidi. Hii ni TMC News update kimataifa. Mimi ni Ronaldo Sonyo, endelea kutufuatilia iliyo wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.